Ndaka Online TV, hii ni kipindi chetu cha leo leo na na na kitu vingi sana. Kipindi cha leo ni maswali na majibu kwamba wanafunzi, degree yao tunasahivi tunaendelea kujenga veta na wilaya mkoa huu kila wilaya ina VETA. Lengo wako vijana wanahitaji kuwa mafundi, waanzishe makampuni yao, waendelee kutumikia na kuhudumia wengine, waweze kulipwa na huduma hiyo. Tunapeleka pale ili mweze kujifundisha umeme, cherahani, lakini pia kompyuta, ushonaji, upishi na shughuli nyingine yote ya kiufundi, ili uweze kuanzisha kampuni yako maeneo tulianza muda mrefu, tumepata mafanikio sana. Vijana wote wameenda VETA na wameenda VETA bila kujali kama wewe una digiria chuo kikuu, una diploma, una form 6 tu, form 4 au darasa saba. Yeyote anayetaka ufundi, huwe umesoma chuo kikuu, nenda VETA kasomee mimi nimechukulia positive sana, endapo atakuwa na pesa na atachukua muda, mimi nimechukulia naweza nikaingia na ni veta, kwa sababu ujue hii waziri mkuu nivyosema kwenda veta sio kwamba kwa ameangalia kwa hapa, ameangalia kwa future ya vijana wa baadaye, kwa sababu anaposema kwenda veta, ujue saizi kuna vijana wengi ambao bado wapo katika ile hali ya kutegemea chanzo kimoja cha kuingiza mapato. Kwa hiyo inavyotegemea vile mtu anavyoenda VETA, akishenda VETA anakuwa na uwezo wa kuwa na vyanzo vingi vya kujiingizia kipato. Kwa mfano ameenda VETA, kasomea hapo fundi cherehani kwa upande wa dada huko, upande kina baba wote kwa ujumla. Baada ya kusoma fundi cherehani hapo, pia yeye ni mwalimu, kasomea walimu. Kwa hiyo anaweza kuwa wakati wa likizo anashughulika na mambo yake ya kujiingizia ya kuji pesa kidogo kidogo, kwa vile kushona shona nguo za watoto, nguo za wakubwa nini vile inakuwa namsaidia kuwa na ule uwezo wa kujiingizia kipato kwa kutegemea njia mbili tofauti kuliko kutegemea njia moja, ambao wanaweza kuvusha sisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii kesi kama vile kama hakutakuwa na ajira, sawa. Maana ajira ni changamoto sasa hivi koo kati kama katika hilo swala la kujiajiri, akaona bora watu wapitie VETA maana kuna kunatolewa ujuzi na pia kuna veti kuwa kwanza tunafahamu kwamba kila kitu chenye hasara kina faida. Eh, kwa wengine wanaangalia kwenye upande wa positive wengine negative. Ila kwa upande wangu mimi nitaangalia upande po wa positive. Kabla ya waziri mkuu yeye, tuangalie kwanza kitu kilifanya, kwa sababu mbona kaongea vile. Tunarejea malengo ya taasisi elimu kete. Wapo kwenye malengo ya kubadilisha mtaala wa mwanzo, kuleta mtaala mwingine. Na lengo miongoni mwa malengo ma, ma, ma, yao wao ni kuhakikisha elimu yao ni applicable na unaitumia mtaani. Sasa, so, kwa kitu ambacho unaweza So, waziri kwa upande wangu naona kama anatekeleza tu matakwa ya elimu kwamba watu waende VETA kwa ajili ya kupata ujuzi ambao wanataka kutumia. Kwa upande wangu mimi, umejifunza mengi, umeona maoni ya watu. Sasa nataka nijue wewe mwenyewe mtazamaji, wewe kwa kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu umeipokeaje? Toa maoni yako kwa comment.